Tukija katika mbinu namba saba katika mbinu ambazo nimeziandaa, mbinu ya saba na ya mwisho, kutumia promotion za, za bonus kwa busara nisigana akuweza kutumia promotion za bonus kwa busara. Kuna makampuni ya betting mara nyingi hutoa bonus ya promotion ili kuvutia wateja wapya na kuwafanya wale wa zamani waendelee kubeti. Bonus hizi zinaweza kukupa mtaji wa ziada wa kubeti lakini ukizitumia vibaya zinaweza kuwa mtego wa kupoteza pesa zako bila faida. Tumia akili, nimekupa mbinu mpaka za makampuni leo. Aina za bonus na promotion kwenye betting inabidi uzifahamu. Kuna aina kadhaa, naenda kukutajia moja baada ya nyingine. Tukianza na aina ya kwanza, ni bonus ya kuingia, welcome bonus. Hii inaitwa kwamba unapewa welcome bonus ya shilingi kadhaa, buka za bookmaker nyingi kutoa bonasi kwa wateja wapya wanaojiandikisha na kuweka pesa mara ya kwanza, asilimia mia, asilimia mia dipo, deposit. Yani deposit kwa mfano naambiwa asilimia mia asilimia, ukiweka shilingi laki moja la unapewa shilingi labda elfu hamsini au unapewa shilingi elfu kumi ya ziada, hiyo ndo inapokuaga na ndo maana wengi wanakuambia weka shilingi kadhaa ili upate bonus. Hujaweka hiyo bonus uweze kuipata Aya, free bets yani beti kila kueka, beti, zile beti za bila kuweka pesa unakupa free bets, kwamba hizi ni beti ziutolewa bure unapewa, kila, unapewa bila kutumia pesa zako mwenyewe. Kwa mfano unaweza kupewa free bets ya ya shilingi elfu tano kwa mabeti ya elfu tano kuweka beti bila kutumia hela zako, unapewa tu beti ya shilingi elfu tano kwa mabeti kwa elfu tano bila kuweka hela yako. Hiyo ni, ni faida aina ya pili. Tukija katika aina ya tatu ni, ni, ni, ni load bonus. Hii load bonus, yani bonus kwa wateja waliopo, bonus kwa wateja waliopo. Kwa mfano bonus za kuongeza mtaji, unapewa pesa kwa kwa mara mbili kwa mara ya pili kuendelea. Kwa, kwa mfano asilimia hamsini ya load bonus. Ukiweka shilingi elfu ishirini unapata shilingi elfu kumi ya ziada, hizo kuna kampuni zinazofanya, lakini kwa kampuni ya PariPesa naona kile ikifika siku uliozaliwa, endapo umekuwa umekizi vigezo vyote vya akaunti yako, siku uliozaliwa unapewa dola kama kumi kama sikosei, kwa ajili ya kuweza kuitumia free. Na, na faida nyingine ni ni cashback bonus, rudisha pesa baada ya kupoteza. Unapoteza beti, bukaz anakupa, yani bookmaker anakupa anakurudishia sehemu ya dau lako kwamba bana ishika Umepoteza shika. Ikiwa, ume, um, ikiwa umepoteza beti ya shilingi elfu kumi unaweza kurudishiwa hata ka faida kidogo ka shilingi elfu mbili ambayo tunaita cashback, unaona, ambao unaweza kurudishiwa kutokana, labda umechana timu moja unarudishiwa. Ni kuna kampuni baadhi zinafanya hivyo. Odds za kuboost, yani jinsi ya kuboost, kuongeza, yani kuongezwa kwa odds, kwa fan odds za mechi fulani zina zinaongezwa ili kuongeza faida yako, ili ikiwa utashinda kwa mfano odds za Man United kushinda zilizoongezwa kutoka moja themanini hadi mbili ya pointi ishirini ishirini, ikimaanisha utapata faida kubwa zaidi. Hiyo ni aina ya bonus ya promotion kwenye kampuni za betting. Kuna nyingine inaitwa loyalty programs, mpango wa uaminifu. Mpango wa uaminifu, unapata pointi kila unavyobeti, ambapo ambazo unaweza, ku, una, una, unaweza kubadilisha kuwa free bets ya zawadi zingine. Hilo ni jambo lenye jingine, kuna kampuni zingine zinafanya hivyo. Sasa hilo hiyo ni, ni, ni mbinu ambazo nilizo kupa. Tunaenda katika hatua nyingine, ni jinsi ya kutumia bonasi kwa busara. Jinsi gani ya kuweza kutumia bonasi kwa busara? Kitu cha kwanza cha kuzingatia, soma vigezo na masharti. Wengi huwa wasomi team condition hii, e teams condition, wengi huwa wasomi, wanakuambia tu bonasi, sijapewa sijapewa bonasi, sijapewa sijui welcome ya kujiunga, kwa hiyo inabidi uzingatie Bonus nyingi zina masharti magumu kama vile kwa mfano, tunataka kukupa lazima ubeti kiasi fulani cha pesa kabla ya kutoa pesa zako, unaona haya. Kingine tena unaweza kutumia bonus kwenye mechi zenye odds fulani pekee, kwa mfano odds zilizopungua hadi 1.50 za ni na muda wa matumizi, kwa mfano unaweza kupewa la kuambia lazima utumie ndani ya siku saba, ukiwa hujazitumia zina expire. Hiyo ni jinsi ya kutumia bonus kwa busara. Tukienda katika hatua ya pili, ni kutumia bonus kwenye single bets au mechi zenye uhakika. Badala ya kuweka kwenye multi bet yenye timu nyingi, tumia kwenye single bets, double bets za uhakika. Hii itakupa nafasi ya, ku... ya itakupa nafasi kubwa ya kushinda na kuhamisha. Hii itakupa nafasi kubwa ya kushinda na kwa kukamilisha wagering requirements kwa urahisi hiyo i. Jambo lingine la kuzingatia, jambo lingine ambalo unatakiwa ulizingatie kwa makini kabisa, usiweke beti kubwa kwa sababu tu una bonus. Weka dau sahihi kulingana na bankroll yako hata kama unatumia um, um, una, una pesa ya bonus. Kwa mfano ikiwa una bonus ya shilingi elfu hamsini ukiweka beti moja kiasi chote, badala badala yake badala yake ya kugawanya kwenye beti ndogo, hiyo unaweza kapoteza, ikawa nimekula kwako. Nyingine tena chagua promotion zenye masharti nafuu. Usichukue bonasi, usichague bonasi iliyokuwa na wagering requirement kubwa kama, yani, ni x20, eh, yani, yani kuanzia 20 na kuendelea au zaidi. Tafuta zile zenye wagering ni ndogo, kwa mfano labda x5 hadi kuanzia kumi ili uweze kutoa pesa kwa, uweze kutoa pesa zako kwa urahisi. Hiyo jambo la kuzingatia. Tumia cashback bonus kurejesha sehemu ya sala. Ikiwa bookers au bookmaker wako anatoa cashback, tumia fursa hii, tumia fursa hii kwa beti zako zile zenye hatari zaidi ili kupunguza madhara ya kupoteza kabisa. Hilo jambo la naweza kuzingatia. Jambo lingine ni kutumia odds za kuboosti faida kubwa. Ikiwa bookmaker wako anatoa odds boost, yani ameboosti odds kutumia timu ambayo uh, wewe yeye una uhakika nayo badala ya kubeti kwa kubahatisha. Kwa hiyo na yenyewe ni jambo zuri la kuweza kuzingatia. Hatua nyingine ya kuweza kuzingatia, usitegemee bonus kila wakati. Kwa hiyo, inabidi na wewe uweke mtaji wako, panga mtaji wako vizuri kama nilivyokuelezea katika hizo video zilizopita nyuma. Bonus ni nyongeza tu, ni chanzo kikuu cha betting bankroll yako, hakikisha una mkakati wa betting unaoeleweka hata bila bonus. Hilo pia na nyee la kuzingatia. Mfano kwa kutumia bonus kwa akili, mfano wa bonus ya asilimia mia deposit, yaani walipokuambia kwamba ukideposit shilingi kadhaa unapewa shilingi kadhaa, ina maana asilimia mia hiyo deposit. Ume umejiandikisha kwenye kwenye hiyo bookmaker, bookmaker wako huyo, ina maana kampuni yako mpya, na ukapewa shilingi labda elfu kumi baada ya, baada ya kuweka shilingi elfu kumi ukapewa shilingi elfu kumi unaona kum, na hivyo unapaswa kubeti jumla ya shilingi elfu tano sawa, kabla ya kutoa pesa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unabeti single bets yenye odds 1.80 au mbili. Unagawanya beti yako, badala ya kuweka beti moja kubwa, natakiwa ugawanye mtaji wako. Unatumia promotion zingine kama cashback au odds boost Odds boosti, kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa mfano, cashback bonus. Ume, ume, umepoteza beti ya shilingi elfu mbili na bookmaker wako anatoa cashback ya ya asilimia kumi, kwa mfano asilimia kumi ya kile ulichokuwa umepoteza, unapokea shilingi elfu mbili kutoka kwa bookmaker wako unayo unayoitumia kubeti kwa ya uhakika ili kupunguza hasara. Yaani nihitimishe kwa kusema kuwa bonus na promotion ni... Hapa nihitimishe kwa kusema bonus na promotion ni ni zana nzuri za kuongeza bankroll yako na kupunguza hatari, lakini zinapaswa kutumiwa kwa busara. Sometimes soma soma masharti ya kila bonus, epuka mitego ya ya wei mkubwa kwa kutumia bonus kwa mikakati sahihi ya kubeti. Ukizitumia vyema, zinaweza kukusaidia kupata faida bila kuhatarisha pesa zako nyingine. Akisha umesubscribe umeshare, umelike and comment. Asante.